Wanayelima hoho hekari moja anaweza kavuna kwa mbegu za kawaida, anaweza kavuna tani tano mpaka kumi, lakini anayevuna kwa hekari moja aliyepanda zile mbegu ambazo ni hybrid au mbegu ambazo ni za kisasa anaweza kavuna tani kumi mpaka kumi na tano. Kilimo ambacho ni cha uhakika hapa kwa ajili ya kuangazia zao la pilipili hoho e, wengi wanalifahamu ni kiungo muhimu sana katika chakula cha mwanadamu kila siku, lakini pia tuko pia kwa ajili ya kujifunza namna gani ya kuweza kulima kilimo hiki cha pilipili hoho, njia gani ufate, lakini pia tujue Eh, uh, faida yake ikoje, soko na vitu vingine, kupitia hapa hapa chuo cha kilimo na kituo cha uhaulishaji wa teknolojia bora za kilimo Uyole Mbeya. Niko hapa na Christina Mremi. Uh, yeye ni miongoni mwa wasimamizi wa maeneo haya, lakini pia shamba darasa hili la pilipili pili hoho kwa siku hii hii ya leo, atueleze uh, namna gani ambavyo wewe kama mkulima una uwezo wa kulima pilipili hoho na zikakuletea faida kubwa, lakini pia kwa yule mtu ambaye anahitaji hivi sasa aweze kufahamu mbinu mbalimbali, njia mbalimbali, kuhakikisha kwamba analima pilipili hoho zilizokuwa na ubora kama hizi zikiwa na ukubwa huu. Na tuanze hapo kwanza, pilipili hoho, kilimo cha pilipili hoho ni shughuli ambayo ni kama shughuli nyingine za mazao ya bustani ni shughuli ambayo inapendwa sana na wakulima, na pilipili hoho ni kiungo ambacho pia kinatumika sana sana jikoni na ni kiungo ambacho sokoni kinauzika kwa kasi. Kilimo cha pilipili hoho ni kilimo ambacho kinalipa na kina wigo mpana kibiashara, kama utatumia mbinu bora za kilimo na utajituma katika kuzihudumia. Karibuni tujifunze pamoja, tujue umuhimu wa pilipili hoho aina za pilipili hoho lakini namna gani tulime na ni kwa namna gani tutafute masoko lakini ni vipi tutapata faida katika zao letu hili la pilipili hoho, mm. Na hapa katika hiki kitaru mmepanda aina gani ya pilipili hoho hizi? Mm, ni pilipili hoho za rangi ya kijani. Pilipili hoho zipo za uh, rangi mbalimbali. Kuna pilipili hoho za kijani, kuna nyekundu lakini pia kuna pilipili hoho za njano na katika pilipili hoho hizi zipo za aina mbalimbali, kulingana na uzalishaji wa mbegu kwenye makampuni tofauti. Ah, hapa tumelima mbegu kutoka kampuni ya Continental. Ni mbegu ambayo ni nzuri, ni ngumu, lakini inastahimili magonjwa pamoja na wadudu na mbegu bora ni mbegu ile ambayo inaweza kustahimili hali sumbufu ya hewa, magonjwa, pamoja na wadudu. Kwa mtu ambaye hivi sasa anataka kulima pilipili pili hoho, uh, ni vitu gani vya msingi avizingatie? Uh, tukianzia uandaaji wa shamba kwa maana ya ardhi, lakini pia mmea kwa mmea distance ile au uh, umbali tunasema lakini pia tuta kwa tuta. Hapa pamepanda katika mfumo wa tuta. Vitu gani hasa vya msingi azingatie mtu ambaye anahitaji kulima pilipili pili hoho, vitu vya kufuata au kuzingatia katika kilimo sahihi cha pilipili pili hoho? Cha kwanza tutaanza kwa maandalizi ya shamba. Tutaandaa shamba katika eneo la wazi lenye hali ya hewa nzuri na udongo wenye rutuba, udongo ambao utakuwa ni tiftifu, lakini udongo ambao utakuwa unapitisha maji, kwa ajili ya kuruhusu zao letu la hoho likuwe vizuri katika kiwango bora kiweze kutupa mazao ambayo yatakuwa yana ubora pia. Zao hili la hoho linahitaji pia kuzingatia hali ya hewa. Linahitaji hali ya hewa ya joto la wastani. Isiwe ni baridi sana au isiwe ni, ni joto sana. Inahitaji hali ya hewa ya wastani kuanzia sentigredi 20 mpaka 30 za joto. Baada ya kuandaa field yetu kwa ajili ya upandaji wa zao la hoho, kwanza tunatakiwa tuanze kufanya maandalizi ya kitalu bora kwa ajili ya kukuzia hii mbegu yetu ya hoho, baadaye tungoe miche tuhamishe shambani. Na kitalu chetu kinachokiandaliwa katika eneo pia lenye mwanga, eneo ambalo la hewa ya kutosha, lakini lenye udongo ambao ni mzuri usio na historia ya magonjwa, kwa ajili ya kusaidia miche yetu hii iwe salama na iwe na afya ili mimea yetu endelee kuwa bora. Baada ya kuandaa kitalu chetu, tunatakiwa tufanye uchaguzi sahihi wa mbegu, na uchaguzi wa mbegu ni jambo ambalo wa wakulima wengi wanaolima mazao mbalimbali wanashindwa, na inapelekea kupata mavuno hafifu au kupata changamoto shambani. Baada ya kuandaa vitalu vyetu katika hali ambayo ni nzuri na kukagua historia ya eneo, tutachukua mbegu ambayo ni sahihi na mbegu ambayo ni ya kisasa. Hybrid seed. Hizi ni mbegu ambazo tunajua ni mbegu ambazo zinakinzana na wadudu, magonjwa, lakini na pia na hali sumbufu ya hewa kwa kuchagua na kutafuta mbegu bora itakusaidia wewe kupata mavuno mazuri shambani. Katika kitalu chetu baada ya mbegu yetu kuota itatumia wiki nne mpaka sita kwenye kitalu. Baada ya hapo mbegu yetu tutaihamishia shambani. Katika eneo letu la field ambapo mimea yetu itapandwa katika nafasi, ili uweze kuvuna mmea wote na upate katika kiwango sahihi na upate faida, inabidi ulime katika nafasi. Spesi inayotumika kwa ajili ya zao la hoho tunatumia spesi ni 45 kwa 60. Wengine wanatumia spesi ni ya 60 kwa 90 au 60 kwa 60. Hii ni nafasi sahihi ambayo itakusaidia mmea wako wa hoho uweze kukua vizuri. Hewa iweze kuzunguka vizuri katika mazao yako, na na upatikane unyevu wa kutosha ili mimea hii iweze kukua vizuri au mche wako wa hoho uweze kutengeneza matawi vizuri kwa ajili ya kuzalisha chakula na tupate matunda ambayo ni bora. Lakini kitu kingine cha kuzingatia katika zao letu la hoho ni huduma nyingine mbalimbali mbali. Baada ya kuhamisha mchi kutoka kwenye kitalu kuja shambani, kama tunavyoona mimea yetu imestawi vizuri. Tumepanda katika nafasi ya 45 kwa 60 na hapa, wakati wa kupanda tulichimba mashimo yetu. Wakati tunapanda tuliweka samadi. Unaweza ukatumia samadi nusu ya koleo kwenye kila shimo la mmea wako na baada ya hapo ukachanganya na udongo vizuri ukapanda miche yako ya hoho katika nafasi stahiki. Baada ya kupanda zao letu hili la hoho, ile miche, baada ya wiki moja, tunatakiwa tuendelee na huduma mbalimbali kama uwekaji wa mbolea kwanza. Kuanzia kwenye kitalo, tunatakiwa tufanye huduma mojawapo ambayo ni muhimu sana, ya kumwagilia. Umwagiliaji inabidi uendelee, lakini umwagiliaji ambao ni wa wastani, tufanye umwagiliaji, lakini pia baada ya ule mche kukaa kwenye kitalu kwenye shamba kwa muda wa wiki moja, tunatakiwa tufanye huduma ya kuweka mbolea, na mbolea hii tunayoweka ni mbolea aina ya dapu. Dapu ni mbolea ambayo ina madini ya fosforas kwa wingi, na kazi yake inasaidia kuimarisha mmea na kuifanya mizizi ya ule mmea iwe na nguvu kwa ajili ya kuweza kuhimili ukuaji wa ule mmea, uweze kujitengenezea chakula na kupokea kila huduma inayostahili ili kulisapoti za uletu la hoho ulisipati na changamoto, lazima tufanye huduma nyingine kama palizi, upigaji wa dawa za wadudu na magonjwa kwa ajili ya kuzuia uharibifu shambani, lakini pia tuendelee kuweka mbolea kwa nyakati tofauti tofauti, ili kuruhusu mmea ukue stage kwa stage. Lakini baada ya wiki mbili tutatumia mbolea, wapo ambao wanatumia mbolea ya keni, lakini wapo ambao wanatumia mbolea ya kampuni ya Yara inayoitwa Yara wina wiki ya pili, baada ya kupanda kutoka siku ya kupanda. Baada ya hapo, zao letu la hoho hili tunaendelea kulipa huduma ya umwagiliaji na tutaendelea kupulizia dawa katika zile wiki mbili za mwanzo, dawa za ukungu. Dawa hizi za ukungu au dawa za kuzuia magonjwa ya fungus. Fungi saidi hizi zitasaidia kuulinda mmea na mashambulizi ya magonjwa mbalimbali mbali ya ukungu, magonjwa mbalimbali mbali, ya virusi na magonjwa mbalimbali ya sambamba na hapo, huduma muhimu zaidi tunatakiwa tuendele kuifanya katika shamba letu la hoho ni kuendelea kukadiria maji au kumwagilia kwa kiwango cha wastani. Tunajua mmea ukizidiwa na maji unaweza ukasababisha magonjwa mbalimbali, unaweza ukasababisha matunda kupasuka, lakini pia utasababisha hali ya shamba kuharibu mwonekano katika huduma hizi tunazozifanya, tunatufanya tufanye huduma hizi kila wakati. Na tunasema zao la hoho huwa natumia muda wa wiki nane mpaka wiki kumi na mbili mpaka kufikia ukomavu au kufikia kuvuna. kwa kama mkulima utahudumia shamba lako la hoho vizuri, kwa kuweka huduma sahihi, kumwagilia kwa wakati, kudhibiti wadudu, kudhibiti magonjwa, lakini kuendelea kufanya palizi kwenye shamba lako ili kuzuia giza na wadudu. Ule muda tuliosema sahihi wa kuvuna, tutavuna kwa wakati, hizo wiki nane mpaka kumi na mbili, unaweza ukavuna hoho zako na kupeleka sokoni. Aa, zao la hoho hili, mbali na kuendelea kuhudumia, kama nilivyosema zipo changamoto ambazo ni uvamizi wa wadudu mashambani, lakini pia magonjwa. Tukija kwenye wadudu wapo wadudu mbalimbali ambao wanavamia katika shamba letu la hoho au katika zao letu la hoho. Wadudu hao wapo, kuna vidukari, kuna nzi weupe, lakini pia kuna panzi ambao hawa, hawa, panzi wana, wana, wana baadhi ya maeneo wanakuja kudhuru katika staji ndogo ya mche na kukata. Kwa hiyo kuwahi kupiga zile dawa mapema tulizosema za, za kuzuia za wadudu au za ukungu inasaidia kudhibiti uvamizi wa wadudu wa shambani kuna wadudu kama nzi weupe ambao hawa wanasababisha baadhi ya hoho zinaweza zikawa zimejikunja, tunasema leaf curl, au zikawa zina mwonekano wa kujikunja. Lakini pia wapo wadudu ambao wanaitwa African bollworm, yaani ni, ni wadudu ambao wanavamia katika hoho kwenye steji ya matunda, wanatoboa na kuingia ndani ya matunda na kuharibu mwonekano wa tunda kama tunavyoona tunda letu linatakiwa liwe softi vizuri liwe na kijani kilichokolea lisiwe na hali yoyote ile ya kupata kasoro. Lakini wadudu wa Afrika mbolo, mtu usipo wadhibiti kwa wakati au wa kupiga dawa katika hoho zetu, tutaharibu mwonekano wa matunda yetu na kushusha thamani ya zao letu la hoho sokoni. Pia kuna magonjwa. Magonjwa ya hoho yapo ya aina mbalimbali, na magonjwa haya yanasababishwa na hali ya hewa yanasababishwa pia na huduma mbalimbali tunazozifanya sisi shambani, aidha kutoa huduma au kufanya huduma bila kuzingatia usahihi wake, kama kumwagilia kupitiliza au kunyima maji mimea. Lakini pia changamoto nyingine zinasababishwa na hali ya hewa, mfano kama ugonjwa wa virusi. Ugonjwa huu wa virusi huo unaweza ukasambaa kupitia upepo au ukasambazwa kupitia mtu kwenda kugusa kwenye mmea ambao umeshadhurika kwenda kugusa mmea mwingine ambao ni salama. Na ugonjwa huu wa virusi sana sana unakuwa unasababishwa na uti, kuna wadudu wanaitwa utitiri mweusi ahu, sana sana katika maeneo ya joto, huo wanapenda sana sana kusababisha magonjwa ya virusi kwa. Ili kuweza kucontrol au kuzuia uenezi huu wa magonjwa tunapaswa fanya huduma sahihi kwa wakati, kupiga dawa za kudhibiti wadudu na magonjwa. Yani tukisema tunafanya prevention, yani kabla ugonjwa hujatokea kabla maafa hajatokea, tunawahi kudhibiti hali hiyo ya utofauti mm. lakini kuna ugonjwa mwingine unaitwa down mildew. kuoza kwa matunda eneo la chini i nakuta tunda lako limekuwa lakini linakuwa limeoza kwa chini au linakuwa lina sura ya tofauti au ya mwozo kwa chini, hiyo tunaita down mildew, na hiyo inasababishwa na upungufu wa kalishamu kwenye mmea. Tukumbuke katika huduma, uwekaji wa mbolea kwa wakati ndio unaotupa mavuno sahihi na no unaotupa mavuno bora. Upungufu wa kalishamu kwenye mmea utasababisha kuleta athari hizo za ugonjwa tunaosema wa matunda kuoza kwenye kitako, lakini pia kutokumwagilia kwa wakati. Tunatakiwa tuwe na mpangilio mzuri wa umwagiliaji shambani ili kuepuka baadhi ya changamoto kama hizo. Lakini katika zao la hoho pia kuna magonjwa ya mnyauko. Ili kudhibiti magonjwa haya, tunatakiwa tufuate mbinu bora za kilimo, kutumia mbegu bora huduma kwa wakati, lakini pia kufanya udhibiti mapema wa hali shambani, lakini pia kufuatilia historia ya shamba. Yapo mashamba ambayo yana historia ya magonjwa ya minyauko, bila kujua mkulima anaweza akaendelea kulima na kupata hasara, lakini kufuatilia historia, unaweza ukafanya mbinu mbadala au ukabadilisha zao shambani. Na kufuatilia historia ya shamba, tunasema unakuwa unajua uhalisia wa shamba kwamba tulima au mlipita zao gani awamu hii tunalima za ugani, na hiyo itatusaidia kujua namna ya kudhibiti. Na pindi utakapogundua kwamba shamba langu limevamiwa na magonjwa, mfano kama bakteria au ya virus, unaweza ukafanya namna ya kung'oa ule mmea ambao uko shambani umedhurika, na kuutoa kabisa eneo la shamba, na pia kutukugusa mimea mingine ambayo ni mizima, ili kuokoa uharibifu wa mazao shambani. Muda ambao mkulima unaweza ukavuna shambani ni ukautumia katika uvunaji wako wa hoho shambani, tumesema ni baada ya wiki nane mpaka kumi na mbili na kuna baadhi ya ya mbegu baada ya wiki baada ya siku hamsini na sita sitini mpaka themanini wanaanza kuvuna. Baada ya tu ya hoho zako shambani kukomaa, tunasema mkulima anaweza kaivuna hii hoho kwa muda miezi minne mpaka miezi sita na kuna baadhi ya wakulima wanavuna mpaka miezi kumi. Kikubwa kinachozingatiwa hapa ni huduma. Na huduma hii tunasema ni ipi? Yani, baada tu ya mkulima kuvuna huyo yake shambani, baadhi ya wakulima huwa wakishaona mavuno yamenawiri shambani. Wakishavuna tu, wanahisi ni mwendelezo wa kuvuna. Lakini la hasha, unatakiwa baada ya kuvuna umevuna mfano mchumo wa kwanza. Kinachoendelea unatakiwa ufanye weeding, tunasema kufanyia palizi. Ukishafanya palizi, palizi unaendelea kuweka mbolea. Tumesema baada ya pale mwanzoni, baada ya wiki moja, tunaweka mbolea ya kupandia. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili, tunaweka mbolea ya kukuzia. Unaweza kutumia keni au yarawina. Lakini baada ya wiki mbili mbele, wengine huwa wanachanganya yarawina pamoja na nitrab kwa ajili ya kuendelea kuongeza maua katika mmea, lakini kufanya matunda yaliyopo yaendelee ku, kuwa na nguvu na iweze kustahimili. Baada ya wiki mbili tena wengine wanabadilisha, unaweza kuweka mbolea ya mop. Kikubwa hapa ni kuendelea kurutubisha mmea upate mbolea zile za kukuzia ambazo pia zinaweza nawirisha matunda lakini zikafanya maua yasipuputike na yaendelee kuzalishwa kwa wingi, ili tuweze kupata mwendelezo wa kuendelea kuvuna. Na katika kilimo cha hoho huwa tunalima, tunasema ili mkulima aweze kulima kwa manufaa au kwa faida, anatakiwa avune michumo mingi na avune kwa muda mrefu na avune yani, alime kwa tija, uweze kusema unalima ploti ndogo au sehemu ndogo alafu uvune mavuno mengi. Tunalima kwa makadirio au tunalima kwa vipimo. Mfano, kwa anayelima hoho ekari moja, anaweza kavuna kwa mbegu za kawaida anaweza kavuna tani tano mpaka kumi. Lakini anayevuna kwa hekari moja, aliyepanda zile mbegu ambazo ni hybrid au mbegu ambazo ni za kisasa, anaweza kavuna tani kumi mpaka kumi na tano. Kilimo ambacho ni cha uhakika ukatumia na nafasi nafasi stahiki kwa maana zile mbegu ambazo zimeboreshwa zile yes mbegu ambayo imeboreshwa anaweza kavuna tani kumi mpaka 15. Ah, na ni, ni njia zipi au ni sababu zipi ambazo zinamwezesha huyu mkulima aweze kuvuna hizo tani hizo nyingi kwa, kwa muda huo? Kwanza tumesema cha kwanza ni kutumia mbegu ambazo zimeboreshwa au ni mbegu hizo za kisasa. Cha pili, anatakiwa afanye huduma kwa wakati, kama kupanda kwa wakati kutoa huduma kama uwekaji wa mbolea kwa wakati, kuweka kupiga dawa za wadudu na kudhibiti magonjwa kwa wakati, lakini pia kufanya umwagiliaji kwa wakati. Mmea unahitaji kula na wenyewe. Kwa zile huduma zikitolewa kwa wakati, basi pia na mavuno utayapata kwa wakati na kipato chako kitakuwa. Na kwenye, kwenye pilipili hoho hizi zimevuna mara ngapi hasa kwa kuhesabu mpaka sasa? Uh, kama sasa hivi tumeshachuma michumo miwili. Uh -huh. Tumeshavuna michumo miwili na hapa tunategemea leo au kesho tena tupunguze hoho. Na kuvuna kwa wakati ni ni, ni sababu mojawapo ambayo itamsaidia mkulima kokoa hata yale matunda ya juu au yale maua ambayo yanaendelea kuzalishwa ya juu ya sife, sababu kama unaendelea kuona mmea umeshakomaa afu unaacha matunda yaendelee kuning'inia kwenye kwenye shina, ni kukosesha chakula yale matunda madogo au yale maua ambayo yanaanza kutoka kwamba ile tunda pale litaendelea kula chakula chote cha kwenye mmea alafu, yale ya juu yatashindwa kuzalishwa, kwa maana inakula chakula cha mtoto kwao. Ndio maana nimesema yes. uh-huh. Ili uweze kuvuna mavuno mengi na ya uhakika, uvune kwa wakati, uhudumie kwa wakati. Na kuvuna mvuno wa kwanza na mvuno unaokuja kuna siku ngapi, hapa inabidi usubiri? Mm, inategemea unaweza kuvuna kila baada ya wiki, mwingine anajekea anavuna kila baada ya Siku kumi mwingine anavuna kila baada ya wiki mbili. Mm. yeah. Kwa, kwa ushauri ule wa kawaida mm -hmm. kwa mfano mtu hivi sasa anahitaji kulima ndio pilipili hoho yeah. kuna pilipili hoho za aina tatu. Yeah. Njano, nyekundu na hizi za kijani, ni zipi hasa mtu akitaka kulima zitampa faida kubwa eh, ukilinganisha kati ya hizi tatu, ili hey, ulime na upate, au ili ulime na ulimiliki soko U tafute kwanza soko, hmm. Yaani, atushauri kwamba mkulima, na soko kabla ya kulima. Eh, atushauri kwanza upate historia au upate bei za sokoni au yani ukapate information au taarifa za masoko kwanza kabla ya kuingia shambani. So mkulima aingie shambani, aanze kulima shamba na kupanda mazao, hapana. Tunatamani mkulima hali aijue hali ya soko kwanza kabla ya kuingia shambani. <laughs> Hoho za kijani nyekundu pamoja na njano zote zina soko, inategemea na wewe uko wapi. Ndio maana nasema tupate kwanza taarifa za sokoni. Unaweza soko, yes. Ukakaa pale Morogoro, ukakuta hoho za rangi zina soko kweli, mm. Au hoteli zilizoko Dodoma, pale kuna wageni wengi na kuna watalii wengi, kwa pale soko la hoho za rangi zipo nyingi, kama tunavyoona masoko yetu haya ya kawaida ya vijijini au mjini hoo zilizopo nyingi na ziozioleka na watu ni hoo za kijani za kijani, lakini hizi hoo za rangi sasa hivi zinaendelea kukua kwa kasi na zinaendelea kulimwa na wakulima mbalimbali kulingana na umuhimu wake kiafya, pamoja na thamani yake, kwa sababu mfano kama hoo za kijani, wanaolima hoo za kijani anaweza kulingana na aina za mbegu, kuna baadhi ya mbegu kulima Unakuta hoho moja ina gram 100 mia mbili mpaka gram 250. Sasa ukiweka kwenye mzani hoho 3 4 zinafikisha kilo moja mpaka hoho nani. Ambapo sana unakuta hizo hoho kilo moja ni shilingi 3000 mpaka shilingi 8000. Umeona? Kulingana na aina ya hoho. Kila tukija kwenye upande wa hoho za rangi unakuta hoho mbili au hoho nne zinatimiza kilo moja au ni hoho moja wanauza labda shilingi 500 au shilingi 1000. Kwa hiyo inalingana na thamani na umuhimu wa wa wazao husika. Cha kumshauri mkulima azingatie mbegu bora, huduma sahihi, lakini afuatilie kwanza taarifa za masoko. Baada ya hapo, aingie shambani, alimele mbegu yake bora, ahudumie kwa wakati. Masoko yapo, kwa sababu walaji wanaangalia ubora wa bidhaa, lakini wanaangalia pia manufaa ya bidhaa na hoho mbalimbali. Hoho hizi za kijani zimeshazoeleka kutumika, watu wanapenda zikiwa ziko dark green M mm, kama hii, e, kama mnavyoziona e, yani yeah. Iwe na kijani kilichokolea vizuri. Na hizi hoho huwa zina matumizi mbalimbali kiafya, kama hoho za kijani za njano za nyekundu huwa zina matumizi mbalimbali unasema, zina beta karotini, zina vitamini A, zina vitamini C na madini mbalimbali kiafya. Kwa hiyo watu huwa wanakula kulingana na umuhimu uliopo kwenye zao husika. Na, kuna jambo lolote lile ambalo ungependa kumwambia hivi sasa mkulima au mfanya biashara kuhusiana na pilipili pili hoho ambalo sikukuuliza? Cha kumshauri mkulima au kumkumbusha, tuache kilimo cha mazoea. Wakulima tushazoea kulima kilimo cha mazoea kwamba ikifika kiangazi ndo muda wa kuanza kulima mazao ambayo yanaela. Ikifika labda kipindi cha mvua ndo muda wa kuanza kulima hapana. Tufuatilie masoko tufuatilie mbinu bora za kilimo, hapo tutafanya kilimo ambacho kinatija. Lakini pia tukumbuke mazao haya ya bustani kama hoho -ho, kabeji, karoti pamoja na mazao mengine ni mazao ambayo unaweza ukalima ndani ya mwaka mzima, yaani ya mazao haya, mazao hayachagui muda kama ilivyo mahindi na mazao mengine. Kikubwa ni kuzingatia matumizi ya teknolojia. Sasa hivi wakulima wengi wamekuwa sana kiteknolojia teknolojia mojawapo ni matumizi ya dripu. Wakulima wengi wanatumia ndio system za mwanga, kama unavyoona sasa hivi kwenye matuta yetu. Mwanzoni huko kuna drip zipo ambazo zilifungwa zikiwa pembeni, kwa sababu hichi ni kipindi cha msimu wa mvua, ila baada ya msimu wa mvua kuisha, tutazirudisha drip shambani, tuendelea kufanya umwagiliaji ndani ya mwaka mzima, tuendelea kulima. Kwa hiyo kilimo cha mboga mboga na matunda kinalipa mkulima, abadilike atumie teknolojia bila kusahau kutumia mbinu bora za kilimo. Naam, wewe ni mkulima, wewe ni mfanya biashara na unataka kulima au kufanya biashara ya kilimo hiki cha pilipili pili hoho? Uh, kama ulivyosikia hapa tumezungumza na Christina uh, Mremi, yeye ni uh, mkufunzi hapa Uh, katika chuo hiki cha kilimo lakini pia msimamizi wa hizi bustani kuanzia bustani za nje pamoja na uh, vitalu nyumba ambavyo kama unavyoona pale uh. Yeye pia amekuwa ni msimamizi, ametueleza uh, mengi kuhusiana na kilimo hiki cha pilipili hoho uh, na ametueleza faida zake, lakini pia nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba wewe kama mkulima unapata mazao yaliyokuwa bora lakini pia unapata faida kubwa katika kilimo hiki cha pilipili pili hoho. Ameeleza hapa ukihitaji kupata faida kubwa, basi ni vyema ukazingatia huduma bora, lakini pia uchaguzi wa mbegu iliyokuwa bora, bila kusahau anzia sokoni. Sio yeye tu, watu mbalimbali wanaohusika na masuala ya kilimo wamekuwa wakitusisitizia swala hili. Wewe kama unahitaji kulima kilimo chochote kile, viazi, parachichi, uh, pilipili hoho, karoti na vinginevyo, ni vyema ukaanzia sokoni, ukajue soko lipoje la hicho kitu ambacho unataka kulima, ndipo uingie mzigoni. Kilimo ni mchongo kwa vijana, lakini pia kilimo ni mchongo kwa kila mtu, hata kwa taifa pia. Nikwambie tu endelea kutufuatilia katika makala zetu mbalimbali za kilimo na ufugaji kupitia chaneli yetu ya Shamba Hub. Mimi ni Sauti Biego nilikuwa hapa na Christina Mremi kutoka katika chuo hiki cha kilimo na kituo cha uhaulishaji wa teknolojia bora za kilimo kupitia YouTube Shamba Hub TZ, lakini pia kupitia Instagram, Twitter kwa maana ya X, pamoja na uh, mitandao mingine Facebook, unatupata pia kama Shamba Hub TZ.